Evanasta maarufu kutokea nchini Marekani, Aisha Speed, lakini pia ni streamer ambaye anafahamika kina noma noma, na licha streamer tu, ni moja kati ya shabiki kindakindaki wa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo popote alipo, basi lazima Aisha Speed aonyeshe upendo, lakini aonyeshe love. Na mashabiki wengi umemfahamu Aisha Speed kwa njia ya kustream live akiwa anatembea kufanya content zake akiwa anatembea, na ni mmoja kati ya content ambazo sasa hivi watu wengi umemfahamu kupitia hizo content lakini sasa safari hii ameposti kwenye mitandao yake ya kijamii kuonyesha kwamba mashabiki, pia kuna talent nyingine ambazo wanazo lakini wengine hawazifahamu. Ameposti ya uh, uh, talent yake ambayo ni ya kuimba. Ameposti ngoma ambayo ameifanya ya trap, moja kati ya trapo, ngoma kali sana mashabiki wameipokea vizuri, lakini pia mashabiki wengine wako kwenye upande wengine, wamemshauri pia stiki hapo hapo, kuna kitu ambacho wa anacho hiyo talent asiiache. So IShowSpeed ameshangaza watu wengi sana hii baada hii ngoma kuipaa na watu wakamjia juu kwenye comment wakumshauri kwamba uh, hizi talent ambazo unazifanya uh, iko poa zaidi ukifanya zote mbili, na siku zote pia kwenye maisha kuna watu wengine ambao wanaamini kwamba ukiwa uh, na kitu kimoja ndio hicho hicho unaweza ukakishikilia na ukatoboa nacho, so IShowSpeed yeye amewadhihirishia kwamba uh, so content creator wala so streamer tu, lakini pia upande wa pili pia tuko vizuri, kuna maono kwenye swala la kuimba. So ameonyesha talent yake kama unavyoiona hapo kama umepata tayari kusikiliza hii ngoma ya IShowSpeed. Unahisi ni wapi ambapo pana fans zaidi katika swala zima la ku stream content creator lakini pia ku rap ikiwa eh, inamaanisha muziki, drop ya comment hapo kwenye Bongo Plus, alafu uh, ngusha maoni yako, alafu tuondoke nayo na kama unahisi labda na wewe una kipaji tofauti na kitu ambacho unakifanya sasa hivi, basi ni muda wa kushow, kwa sababu muda unaondoka au subana eh. Mimi naitwa Rizki, bwana Libya Kitengo, again nothing more, peace.